letu kubwa ni kuomba kura za Chama Cha Mapinduzi. Yeah. Yeah. Kwanza, kura ni haki yako kura. Sawa. So, ukipiga kura unamchagua mtu unayemtaka sio unachaguliwa na mtu. Unachagua wewe unasema mimi namtaka huyu. Kabisa. Kwa hiyo hata akipata yako inakuwa badili yeah. yani yeah. kama nimemchagua si ndio? Ndio. Eh? Hata ukiwa na shida shida unaenda kifua mbele, unaona aibu, unaanza kurudi rudi nyuma. Kweli yeah. uongo? Kweli. tunaomba tarehe 29, sisi sote tumejiandikisha. Ndio. Yeah. mtoke asubuhi ile saa moja unaenda kupiga kura, ukimaliza, unakuja kupota kokoto zako. Si ndio, eh? Ndio hapo sa tutakuwa tumemaliza lakini sio tu kupiga kura tunampigia mama Samia kura mm. si ndio eh yeah. ndio yeah. mwanamke mwenzetu tumstiri leo tunaongea kama wanawake ndio ni aibu sisi ndio wengi alafu apate kura kidogo ni yeah. yeah. yeah. aibu sisi ndio wengi alafu tusitoke na kupiga kura yeah. Yeah. tutamtia moyo tukimpa kura nyingi si ndio eh yeah. yeah. yeah. ndio yeye ana mpango mzuri na sisi ndio yeah. mashahidi ndio yeah. mmeona yeah. minga pale shule na jengo imekamilika sii Sekondari nzima hamjachangisha hata senti tano imekamilika. Ndio umeona huku Mnunguna tunapitisha barabara ya lami. Mlikuwa mnafikiria siku moja barabara ya lami itapita Mnunguna? Mliwaza hata siku moja nataa za barabarani muuze samaki mpaka asubuhi? Tunashukuru sana sasa hivi na sisi lakini ameweka utaratibu mzima wa kumwezesha kila mtu mmoja mmoja. Mmoja ya utaratibu leo ni mkopo ya asilimia kumi. Si mnajua, si mlishapataga nyie? Ndio. Mnawaona madiwani viti maalum mm. mm. swalisha jitambulisha, mmewaona? Ndio. Eh? Yeah. Yeah. Hawa sasa ndio wanashughulika na nyinyi moja kwa moja, lakini na mimi sini mwanamke yeah. yeah. na mimi ni diwani mtaungana, yeah. yeah. nao yeah. Sisi lazima tuunge juhudi mikono eti tuunge mikono juhudi zenu ambazo mnazionyesha kwa muda mrefu sana yeah. Yeah. Kuna mikopo ya asilimia kumi bahati okay. nzuri nyinyi mmetengeneza kikundi mmekisajili yeah. na county banki lakini mnaendelea kupata leseni, si ndio? Ndio, sasa hivi sisi tuko nje ya utaratibu, mtuchague ili tuje sasa tuweke utaratibu mzuri. Ndiyo. sisi na madiwani wenzangu hao, tutakuja nafsa maendeleo ya jamii aje akikague, na mimi nikiwepo nao madiwani, akikague kikundi aone, ndio, na mapungufu gani tuyarekebishe hapo hapoo, mpate mkopo na sio mpee pesa mnunulelo karasha, si ndio? Ndio, eh mnunulelo karasha, sio pesa pesa, mtaanza kitenge sijui Lucia alishona mshono gani nami nikashona. Tunataka tupate kitendea kazi tumnue karasha, si ndio? Eh, hmm. hmm. ili mfanye kazi zenu vizuri. Najua Singida ni eneo linalokuwa haraka, wanajenga sana, kwa hiyo mahitaji ya kokoto ni mengi, na mama Samia ataleta pia mahela mengi ya kujenga madarasa na nini. Tutawaelekeza kanueni mkokoto kwa wale mama pale, si ndio? Sisi CCM oi, na mimi si mnanipa kura zinamwagika. Toa kura nyingi kwa mama Samia, ndio zitakazofanya huu dada apate nafasi, ndio atuna wabunge hawa Wakiwa wawili wa huyu kaja leo, mwingine kaja kesho, kesho kutwa mkuja madiwani. Mpende Mama Samia kura nyingi, ili tuwapate hawa wa bunge hmm. Sawa, eh. Sawa. Sawa. Na mimi simnanipa, lakini namrua, simnawapa kura kura mrua